Majina anaitwa Elias Samuel Gebu, ni mkazi wa kijiji cha Idosero na kata hii ya Mwamapalala pamoja na wilaya hii ya Itilima. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa upendeleo mkubwa na moyo wake mkubwa wa kuipenda nchi yake, kwa sababu ametuletea hapa mradi mkubwa unaogharimu zaidi ya bilioni 1.6, umeletwa katika kata yetu ya Mwamapalala. Sisi kama walezi, sisi kama wazazi wa watoto wetu Watoto wetu watapata faida kubwa, watasoma elimu ya kawaida, watasoma na ufundi, kitu ambacho wataweza, baada ya kuhitimu masomo yao, wataweza kujiajiri, wataweza kupata maarifa ya kuwasaidia baadaye baada ya kumaliza masomo yao. Kwa kweli Mheshimiwa Mbunge Njaru Daudi Silanga amefanya kazi kubwa kutafuta hizi fedha, kumshawishi Mheshimiwa Rais pamoja na wizara moja kwa moja, TAMISEMI na kutuamini kuletea huu mradi Mwezi wa kwanza mwaka huu mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alizindua sera ya elimu kwa upande wa sekondari. Sera ya elimu imeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu. Sera ya elimu aliyozindua mama ina mkondo wa jumla na mkondo wa amali ni sera ambayo inamwezesha mwanafunzi kupata ujuzi. Lakini pia kwa halmashauri yetu, mama hajazindua sera kwa maneno, amezindua sera kwa vitendo. Tayari tumeishapokea bilioni moja milioni mia sita kujenga shule ya amali ambayo mpaka sasa tuko hatua za mwisho. Shule yetu ya amali Mwamapalala itachukua wanafunzi kwa fani mbalimbali. Tutakuwa na fani ya ushonaji, ujenzi, umeme na fani zingine mbalimbali. Shule ile haijabagua, itachukua wanafunzi kwa jinsia zote kwa maana ya wasichana na wavulana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia sera ya elimu inasisitiza mwanafunzi anapomaliza kidato cha nne ni lazima awe na ujuzi, aingie sokoni akiwa na ujuzi, na hii ndiyo tiba kubwa katika kutatua tatizo la ajira. Kwa majina anajulikana Emmanuel Saini Rugisa, diwani wa kata ya Mwamapalala. Kwa kweli serikali ya awamu ya sita ya chini ya Mama Samia Suluhu Hassan ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tunamshukuru kipekee kwa kutuletea mradi mkubwa wa, wa amali ambao utakuwa ni suluhisho tosha kwa ajili ya kutatua migogoro ya kimaisha, ambayo sasa watoto watatoka kila mmoja na elimu yake, atajiajiri kama yeye kwa kizazi na kizazi kingine. Lakini kipekee nimshukuru pia mheshimiwa mbunge kwa namna jinsi alivyoenda kutetea na kuleta katika wilaya yetu ya Itilima na hususa kuja kujengwa katika mradi huu kata yetu ya Mwamapalala. Kwayo tunajivunia sisi kama wakazi, na mimi kama mwakilishi wa wananchi, basi nashukuru kwa hili kuonekana katika kata yangu ya Mwama